Wakati yenye kunakosekana mtu mbinguni duniani na chini ya juu, hamuone kama problemi nakuwa mbinguni alo, hamuone kama problemi nakuwa mbinguni. Kumbe mbinguni kunawezi kosekana mwenye anastahili banduku. Sasa muniambie kama mbinguni kulikosekana mwana stahili kudunia, njo tutamupata njo maana

kama leo tunavote ba député fulani walikuya, wanatudanganya na mamasoso uma 500 francs, tunasema huyu vraiment satafika kule tatutetea, sa tunamuvote, tulijua na stahili sanafika kule. Bumakuta kidogo wa kule, unamfunga macho mara mwana, sababu mapromese zote zalipanaka. Unaona kama alikuwa na uwezo wa kutudanganya, lakini hakustahili tumutie pale.

lakini mwenye iko na neema analia jua nakosa mtu mwenye iko dini maake. Inawezekana ukuwe na grasa ya Mungu, lakini kupata person dini wa kukuankadre inakulilisha. Intrebelse anaimba mzuri, anaweza preshe mzuri, me nani atakuankadre sasa? So naangalia vyenye mwanaweza kuankadre, atakufanyizia unabakia tu neema, inabakia nacheza bila kuendelea

pali simba atokee. Simba kabaki ya kimia. Simba kasema muze ananisemea bongo, ile posible mutu akwe mu ya kirona aseme bongo. Jule muze aliwazia simba njo anastahili. Usione mutu umuwazie, vyenye haiko kuko, mwenyononako nasema uyu mina winia hapa. kumbe ni frapere moya byatakutendea

anyo hawezi ruka kwenda mbali na kuona mbali. satai me nini naacha, anasimama na anaenda gusa kitabu na banamuitikia, iguse. Biblia nasema ule anyo alikuwa komi imole nayenjo, akakuwa truve digne. Nataka niambie mtu moya, hata kama uko na mafeblese za mingi, kama mungu anaona dignite, muweye utatawalaka kwenye baforo balishindwa tawala ile possible utawale kwenye banguvu nguvu, wiko juu ya dignité. Na kuko vitu tano inatupatia dignité. Kitu ya kwanza ni sacrifice. Sema na mie, sacrifice. Lanyo hakukuwa anyo mwenye iko muzima, me alikuwa anyo wa matras wa bilonda, donc se n anyo kise sacrifié la dignite ne vient pas parce que unaisema au unaitaka lakini dignite na kuya sau unajitoa mkitu. Unataka kuwa dokter haiko juu ulilotaka uli mayani, ukienda ichumo unaipatia mtu alikuwa analumiwa kichwa anaikunya maramua kichwa napona, unasema niko dokter mkutunza kichwa. Samweli ilikuwa bahati jisakrifie kujifunza ile kitu

Atona mwambia polepole, haina maana. Ungemwambia sana, ingekuwa na maana zaidi. Mungu nifanye na mie nikuwe mtu mkubwa, akufanye ukuwe mutu mkubwa. Jifunze kukuwa mutu mkubwa, kisha Mungu atakufanyaka mtu mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. seukiet donc, le problem, la crise,

na haujui historia yake ya musalaba vilikuwayi Yesu huko, siku yenye walikuwa namtukana wanamwazia vya mubaya, siku ingine anaingia o oh, ozana ozana kwa yule anayekuja kwa jina la Bwana ozana, mbarikiwa, wanamwita mwana wa Daudi vyote, wanamutandikia na vikwembe, wanamuchumia miti mesa, walimufikisha Golgotha Golgota, wakamnyanganya manguo ile kunyanganywa manguo Interpretation pratique manguo inasema juu ya gloire, inasema juu ya temoignage, porque ukoe wedinye itika bakuchafulie ushuhuda na usibajibie. Ifike wakati yenye wanaweza kuchafula, lakini we hautabachafula. Ifike wakati wanaweza kusema mubaya mpaka wanakuharibishia reputation, lakini wewe unajua, baseme sitafuatana na vyavo, sitajibiana na mtu juu kijibiana na mtu unakuwa kuniveau yake meujue apres hapa sitawakilia kumsalaba. Apres, msalaba ni jina kubwa zaidi ya majina zote, hasa hautapata Yesu wa jina ya kabambi kujina zote kama hakuitika vala buchi kumusalaba ile kukosa manguo kumsalaba haimanishe ya kuwe na manguo , lakini ni watu njo wamemunyanganya, sa wanamunyanganya, wanafikiria, wanamutesa, kumbe liko namtia mdomene yake ya sakrifise juu akuwe grand na akuwe dinye siku moya. Wakati ingine watu wanapokufanyia mabaya na kukuharibishia ushuhuda, ile ni kwa ajili ya kukutengenezea njia ya heshima kesho. Sasa sonaona mtu anakuharibisha Usilie tu lakini, ambia Mungu merci ameniharibisha juu kesho sanda inuliwa tanitafuta bwana Yesu asifiyo. Na ule Yesu wa kumsalaba si bali mtia kumsalaba avale meapa yulu wanaandika Yesu mfalme wa wanani wa Wayahudi, tena mulugha tatu mu Hebreu mu Grek na Mulatin mwake Baromi banapasha aelewa Yesu ni nani. Aba Greek bataelewa Yesu ni nani, na ba Hebrew bataelewa Yesu ni nani. Autrement dit ule Yesu ataeleweka sur le plan international, kama ni mufal me ataelewa vile vyote, kama naitika via sacrifice sacrifice aikuyejuu tukufe magumu aikwyeju tukufie ndani lakini nakuaju tupatie forme ya venye tutakuwa kesho natukuwe batu yamaa Ambia jirani yako itika, bakutese. Sasa uitike bakutese, lakini usitike mateso idumu. Unanisikia? banaweza kutesa me, usitike uendelee kuteseka juu mateso ya kila siku, nayo ile haiko tena sakrifisi, nakuwa ni laana ile sasa, au mikoshi Biblia nasema seme mateso ya sasa haitalinganishwa na utukufu utakaofunuliwa kwetu maake mateso sema, seme, si, pamon, haiko ya kila siku. Na Biblia nasema biaseme le malheur haitarudia mara pili. Sijui kama tuko pamoja? Ok, deuxième chose enye tatupatia dignité au delà sacrifice ni sincérité. Sema na mie namie sans, kukuwa sincère

habata kuchiliaka confiance kama unakuwaka wa kushanje shanje. Nikisema integrite manake, gisi unakuwaka katikati ya batu na njo vile ukwe nakuwa sa uko weye peke. Dinite haiko produit ya gisi tunakuona tu katikati ya batu, lakini dinite inaanzaka, so naweza fanya vyenye ulifanya wepeke unaweza vireproduire mbele ya batu <laughs> hapa najua ni kimya Nataka natakuambia, jirani esiko nakuakafyere na unafanyaka na uko unafanya bine, nafanyaka sa uko wepeke, uko bionye nafanya sa uko wepeke, bakikwambia bifanye mbele ya watu vinaweza kuheshimisha au vinaweza kuzaraulisha. Munaona, kwa mfano hapa sagisi apa kumazabao, mazabao, siacha kona sema mtu anaenea. Mtu iko na, na 24 heri musiku. Hapa

Bakirudilie mbele ya batu awakirudilia, waitike ukirudilie mbele ya watu na itika ule kama batu nakisimusumbue, itika ule kama iko sense, njomana, mes freres et soeurs, atamwibia kusupana garcon akikwambia histoire yake au aofie, usiishie pale, isikie muisha kalkile muisha sawa wile li solo, muulize tena uone kama ta changer au ataongeza au atapunguza akiongeza dute naye na akipunguza dute naye, awa kisabu dute naye. Sijue kama tunapatana. Kuko mtu anakwambiaka kitu, unamsikilia huruma, kumbe alikupakala. Kisho kimwambia, akwambie tena vya alikwambiaka, olala, utasikia nakwambia vile sivijua ata. Ah, haufe nini Si wanjoli niambia hivi na hivi. Elewa twalisha alishakudanganya ya mingi juu kile marke bongo moya elewa za mingi nolish meza zamani. Dignité inatembea na sincère, sincère. un homme Tu tu dois dois être, refléter reflète kenye kiko moye. Ata katikati ya watu kama unakuwa kama mtu wa asira, usikuwa na jifanya mpole tumbele ya batu, omooneshi asira zako, batu wajua na kuwa na asira Juba juba taishi na weye, usikuwe kondoo inje kumbe ndani na ficha imbwa mwitu. Njo vile Yesu alisemaka asawa moja, watakuja kwa nini kwa ngozi za wana, za kondoo, lakini ndani ni maimbwa mwenye hana senserite. Njo mutu mwenye munaweza fanya naye cope lakini na kugeuka nenda kudetruire juu yetu. Njua faidike mwile kope, usikwa kupenda wina wepeke, wina na wenzako. Ni prinsipe tu ya maisha. Ukipenda upande na ufike yulu, usipandake wepeke, panda na wenye uko nao, juu ukibacha chini watakuangusha. Tukitia kama pa kuko mir, tutie shele wewe upande watu wa kukamatia esheli, upande bila kubapandisha. Kati ya mwenye iko yule ya esheli na mwenye iko chini ya esheli nani mwanaweza angusha mwingine? Sasa juba siku angusha ifo feni. Sasa uko unapanda, mwambie na nyewe mpande, kwa msanyi wote mtajikutana mwisha kuwa yulu. Sasa wote mnakuwa yulu, eh kumbe si wote tumefika, hakuna vya kuangushana tena. Meona penda wetu, njoo upande, kazi yako. Siku watakufanyizia kitu ya kukushusha na nakwambia kushuka nalumaka kuzidi kushuka inatesa kuzidia kupanda kupande, kupande nachokeshakamesa mtu anafika napumuzika mekushuke na kuporomoka na kuporomoka, samo talumio na vunjika mubaya na, na unabakia na kilonda pale, njo maana mtu mweiko sincere hata pendaka endelee yepeki, lakini atatakaka apande na wengine wote.